Habari, karibu sana. Hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea mada hapa, ni mada jinsi gani unaweza ukamonetize channel yako ya YouTube, au ni jinsi gani unaweza ukafanya YouTube channel yako ikaanza kulipwa au ukaanza kuingiza fedha nyingi kupitia YouTube channel yako. Maana yake ni nini? Ukisha anza kuweka video kwenye channel yako ya YouTube, lazima YouTube channel yako ikifikisha baadhi ya vigezo vichache tu, lazima uimonetize, yaani uifanye ianze ya kulipwa. Hebu twende step step by step, au hatua kwa hatua, ili uweze kujua ni jinsi gani unaweza ukaifanya YouTube channel yako ikaanza kulipwa au ukafanya monetizations. Eh, fanye hivi kwanza. Ngoja nikukumbushe kama wewe ni mgeni kwenye channel hii ya YouTube ya Share TV, hebu subscribe channel hii ili usiwe unapitwa na baadhi ya video ambazo nitakuwa naweka au mafunzo ambayo nitakuwa naweka kwenye chaneli hii. E, kitu cha kwanza nenda kwenye application ya Play Store, kama we ni mtumiaji wa simu za Android, lazima utakuwa na application ya Play Store, na kama wee ni mtumiaji wa simu zile za iPhone eh, e, kuna application inaitwa App Store. Basi application utaifungua. Sasa mimi naelekeza kwa kutumia simu ya Android. E, kama una simu ya Android nenda kwenye application ya Play Store. Ukishaenda kwenye application hiyo nenda kwenye ile sehemu ya kutafuta au ya kusearch, andika YouTube Studio kama jinsi mimi nilivyoandika hapo Umeona jinsi mimi nilivyoandika, YouTube Studio bila shaka umeona. Ukishaandika hivyo uta search maana yake utatafuta uh. Baada ya kutafuta, uta download hii application ya YouTube Studio. Ukishai download utai open maana yake utaifungua. Mimi niko nayo nikonayo nishai download hii tayari siku nyingi Maanake kama mimi nitagusa hapa kwenye open au hapa, naona vizuri, bila shaka umeona. Sasa hebu tuende pamoja tu open hiyo application au tuifungue, ili tu monetize YouTube channel e, utafungua hapa Asubiri ifunguke, okay? Yaani, ni rahisi sana. Maana yake application inayotumika kumonetize channel ya YouTube ndo hii hapa, ambayo inaitwa YouTube Studio. Pia application hii itakuwa ina kusaidia kuangalia kama umetimiza vigezo vya kufanya monetization ya account yako ya YouTube au YouTube channel yako ya YouTube. Vilevile utakuwa unaangalia baadhi ya comments na content zako, vile vile ni kama ile ya ya kuwekea video tu. Sasa hii ndio YouTube Studio, umeona jinsi ilivyo hapa ni kwenye dashboard. Hii ni, hii ni chaneli, chaneli ya YouTube. Hii chaneli bwana ina subscriber mia nne kumi na saba tu. E, sasa mimi nataka kukuonyesha na vigezo ambavyo vinatakiwa ili uweze kufanya monetization account yako au YouTube channel yako ya YouTube. Basi, kitu cha kwanza kabisa, ukishafungua ya hii application ya kufanya monetization, kuna sehemu hapa, katika hii sehemu za chini kabisa, kuna hapa, kuna dashboard chini kabisa kuna maneno yameandikwa: kuna dashboard, content, analytics, comments na ens. Sasa hebu angalia chini kabisa mwa hii dashboard ya hii application tulivyoifungua, upande wa mwisho kabisa kulia mwa hii dashboard kuna neno limeandikwa n lina alama ya dollar sign. Umeiona lina alama ya dola hapo, bila shaka unaona. Ngoja nikuonyesha. Ngoja nikuonyesha, nizungushie duara ili uweze kuelewa vizuri. Umeoni sehemu niliyopointi hapo, au Umeona hii sehemu niloelekezea hapo? Bila shaka hiyo sehemu umeiona, au nirudie tena hii sehemu hii? Nimekuambia sehemu ina alama ya dola sign. Vile vile imeandikwa N hii sehemu ndo ya kumonetize hizi akaunti, utai click au utaibonyeza. Ushaibonyeza lazima usubiri ifungue, na lazima uwashe data za simu yako, na lazima uwe na bando. Unasubiri ifungue. Kufungua inategemeana na mtandao wako ambao unautumia. Kama mtandao wako uko vizuri basi utafanya chap sana hapa. Bila shaka, unaona maneno mengi. Sasa wewe oh, utashuka chini, kuna stepu. Tunasema kuna hatua ya kwanza, ya pili, mpaka ya tatu, ambayo ukishakamilisha hii hatua haya, kuna hatua ya kwanza kabisa imeandikwa namba moja, ngoja nikaonyeshe hiyo hatua. Umeona hiyo sehemu hiyo, namba moja, maanake imesema reach requirement to apply. Ni namba moja hiyo. Namba moja hii hapa ni ya e, subscribe, yaani lazima ukutimize subscriber. Sasa ngoja nikuonyeshe, umeona hii sehemu pia niloweka hapo, inakuambia ili uweze ufanya monetization au ili uvuke kigezo hiki cha kwanza kabisa, hii step ya kwanza angalau ufikishe subscriber elfu moja. Yaani hii sehemu mpaka ijaa, hii inayoonekana inaonyesha alama za blue blue hizo, hii sehemu mpaka ija ya maana yake uwa na subscriber elfu moja. Aya. Kwenye hii sehemu pia kuna watching hawa. Hii sehemu ya watching hawa angalia mshale nilipowelekezea welekezea, imekwambia uwe na watching hawa kuanzia elfu nne. Yaani hiyo sehemu ija hiyo inaonekana hapo, ikishajaa maanake ni watching hawa zimefika elfu nne na Ikishafika hapo utaona kabisa kumejaa alama za bluu mpaka mwisho, alafu kuna sehemu nyingine hii hapa, unaiona hii sehemu hii hapa ya reels. Is, is, nali short view, short views. Uh, ni zile shorts zile video ambao ukishaona una upload zile shorts video. Hii sehemu hii hapa sio muhimu, imeandikwa milioni kumi. Hii sio muhimu. Sehemu za muhimu ambazo unatakiwa ukamilishe kwenye hiyo step ya kwanza au kwenye hatua ya kwanza angalau uwe na subscriber elfu moja Namba mbili uwe na watching hours elfu nne. Sasa utapataje hawa subscriber elfu moja na watching hours elfu nne kwa haraka haraka? Usihangaika hata kuhaki hizo na li subscriber wala hizo watching hours Fanya hivi, wewe jitahidi tu kuweka video mara kwa mara. Ukiwa unaweka video mara kwa mara, hata kwa wiki unaweka hata video tatu hata mbili, ukiweza weka hata nne kabisa, hizo watching hours zitatimia. Hii ilikuwaga YouTube channel yangu ya zamani sana, maana yake niliachaga, maana yake ilienda against na vigezo. Mm, basi hii sehemu ya short viewers achana nayo, maanake hii hapa so muhimu sana sasa utafa kuna hii sehemu iliandikwa email me. Ngoje nikuonyeshe. Umeona hii sehemu iliandikwa email me. Hii sehemu hii hapa inatakiwa ukliki kama unataka lakini, maana click kushaklik hiyo sehemu kusha ibonyeza hiyo kwenye wenyewe utakutumia nini apo, kutumia message kupitia email yako ambayo umefungulia nini channel yako. Wao kutumia message kuwa umeshakamilisha vigezo vyapo juu ili uendelee na step ya pili. Umeona step ya pili ya kuendelea kumfanya monetization account yako au channel yako ya YouTube E, utaklik hivi kama mimi hivi yaani, e, utabonyeza hapo au, ha, utatachi. Umeona, imekwambia well email you once read the requirements. Kwa hiyo maana yake hapa ni nini? ukishafanya hivi watakutumia message siku ambayo hizo vigazo vya hapo juu, yaani cha kukamilisha subscribe elfu moja na watching hour elfu nne kama vishakamilika, yaani kumejaa hapo. Umeona, pia wewe mwenyewe utakuwa unaangalia au sio? Kuna step ya pili, maana yake kuna hatua ya pili. Inakwambia Complete the ba the basics, hii sehemu hii hapa. Kuna sehemu imeandikwa turn on, hii sehemu hii hapa kama iko off, ngoja nikuonyeshe. Umeona, hii sehemu inaandikwa turn on. Hii sehemu kama imeandika turn off, nitaki uweke turn on kama hivi. Umeshanipata vizuri, bila shaka umeelewa. Kuna namba tatu, pass the channel review. Maana yake hapa ni kuhakikisha tu, unaona? Yaani ukishafanya application zako zote, yaani usha submit, maana yake ushakamilisha hizo vigezo vya subscribe elfu moja na watching hours elfu nne. Unaona? Ukishakamilisha vizuri kabisa, maana yake hii sehemu ya tatu ni ya kuhakikisha tu. Yani yani ni ya kuhakikisha tu. Maana hapo hii step step inafuata hapa. Kuna sehemu tu hapa chache za kujaza, unaona, za za kuweka za na naliza malipo kwa hiyo ni rahisi sana. Bila shaka umeelimika na elimu hii ambayo nimeitoa leo. Nilikuwa nimefanya hivi kwa sababu niliona watu wengi sana hili somo linahitajika, na kitu cha muhimu kabisa, mimi mwenyewe nishai kutafuta video ambaye inaelekeza kwa Kiswahili jinsi ya kumonetize account au jinsi ya kumonetize channel za YouTube, na nilikosaga video hizo, ilikuaga chache sana. Aa, video nyingi zipo kwenye lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nimeona niwafungulia hii hapa ili baadhi ya watu ambao wanahitaji maelezo vizuri kabisa step by step hatua kwa hatua kwa jinsi nilivyoelekeza tena kwa makini na kwa utaratibu kabisa ili waweze kuelewa. Aa, kwa leo jamani sina mengi. Kama umependa video hii usisahau kulike video hii nakutakia